Sabini na mbili elfu kwa ikitani. Ngoja, mulipeleka chai kiasi gani? Kahawa. Nini? Kahawa kiasi gani? Kahawa kiasi cha milioni mia sita. Tani, tani sitini na sita. Kwa maana yake hiyo mia sita hamsini, hajai kuwalipa ta shilingi. Kwa mulipa ta shilingi? Kwa mna dai? Tuna dai. Hiyo kampuni ya GDM. Ya GDM. Tumejaribu kuomba uh, um, msaada Kazi ya wilaya Tumejaribu kuomba msaada kwenye bodi ya kahawa, hatujasaidiwa. Hivyo tunaomba Mheshimiwa makamu wa rais, tunaomba msaada wetu. Tuna watoto kwa majumbani ambao wameshindwa kwenda shuleni, mashamba yanaharibika. Tumekopa benki pesa ya uendeshaji, NBC tunadaiwa na mpaka leo riba zinaongezeka. Tumeshindwa hata pa kwenda. Tunaomba msaada wako, tuko chini ya miguu yako. Kuna wakulima wa chai wanadai fedha zao.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 Nan, uh, nanua, okay. Na chai, ni wewe ndio unanua chai. E jai, nanua chai, nanua mafuta, soya. Sasa kuna madai hapa unayajua? Na mimi nimesha sema, hapa, ndani ya siku kumi na nne ulipe na tena ulipe na usiwakope tena. Aya, kwa hili kazi inaendelea, iendelee.